Aa, mzee, uko na simu iaen ni, ni okay, nitapeana, nitapeana simu yako <laughs> ule mtu uko na shida ya i mchwa <laughs> akupigie na unaona kunaweza kuwa ingine kwa hii area. Ok, otemba. We we, huyo mama okay. Okay. Hmm. Ni mume wake

So at least sasa tunaweza fanya mjengo hapa tukijua tutatakiwa ni termites. This is Machakos County bordering Mboni. Yeah. It's dry but very nice and cold chilled. Ok, nitapenda namba yako mzee. Hii ni chakula ya kuku hii, yeah.